Lakini ukija katika shughuli huku ya aina nyingine ambayo pata sote huku, tunakaa na mwenye shughuli tu anatupa pana, kuna moja mbili tatu, nataka keki yangu birthday party kwa aina gani, inakuwa ile taratibu ni mzuri na simusi, kwa sababu na kwa hakuna zile tafaru, kwa sababu ukija kwenye shughuli za rais lazima mpite stage by stage na poke order kutoka mfano wa cool na kunashika kwenu ninyi ndio mnazitekeleza hii. Mmeanzisha mwaka gani? Uh, Yasam yes, um, Global Limited imeanzishwa mwezi wa tatu mwaka huu mwaka huu 2025 yaani, au mwaka jana mwaka jana mwaka huu mwaka huu mwezi wa mwezi wa tatu tarehe tarehe 9 ah, okay, yani ni juzi tu. Haa. na kuanzisha ya hmm. E, kumaanisha hapo so kuanzisha ndio kwa kuanza majukumu e, k okay. Hii ni siku ambayo sajiliwa rasmi yeah. na tukaanza tukafanya kazi rasmi kama kampuni. Mwanzo ilikuwa ni una shughuli yako mimi na watu wangu na nawajua, namwita Muhammad njo Amiri njo hmm. mfano Yasiri njo Tunakaa pamoja tunaandaa hmm. hmm. so hmm. hmm. Nini ambacho kiliwasukuma kabisa mpaka mkaona yes, tuingie sasa katika swala hili zima la kiitifaki na kusimamia maswala ya shughuli mbalimbali? Uh, kwanza la kwanza ndio tusukuma kama mawili au matatu lakini la kwanza ni kuhakikisha eventi za Zanzibar zote zinazofanyika ziwe chini ya YASAM, kwa sababu mm -hmm. tulikuwa hapo nyuma kama nilivyosema mwanzo, tulikuwa tunafanya kazi lakini sio kampuni, na tulikuwa tunatumika sana na makampuni ambayo yako Dar es Salaam. Kwa hiyo wakija wao hawana watu Zanzibar, wanatafuta sisi, alafu sisi tunalipwa, tuna kiasi ambacho hicho ndio jambo la kwanza katusukuma ili tusaidie vijana wenzetu na tuwe rasmi, kwa sababu na sisi tunataka Zanzibar kila shughuli na kuja YASAM Global Limited tuisimamie sisi, tuiratibu sisi na kufanya kila kitu sisi wenyewe. Na jambo la pili lilofanya sisi tujiunge kwa pamoja ni ile hali ya kuwa sisi, yani Zanzibar isimame kuwa kama Zanzibar, yani tufundishe kwamba watu wanapoichukua Zanzibar ni kama tuitangaze mm. Yani Zanzibar iwe iwe hai, kwa sababu sisi pia tunahusiana. Ukiangalia kiundani, utakuta kwamba kuna kile kitu cha cha kuitangaza nchi kama katika utalii kwa hiyo pia tukaona mm. ili tufanye Zanzibar mbali zaidi tufanye shughuli zake zinaenda vizuri pia . Yes, tu, utaratibu wa kimalipo upo vipi? maana hakuna kazi ya bure duniani mm. Uh, gharama zenu zipo vipi au gharama ni mpaka mtu aje ofisini? ya naweza yeah. mm. nikazungumzia kiujumla mm -hmm. lakini katika gharama inategemea na shughuli yenyewe. Katika package za uh, watu package zina tatu. Kuna premium, kuna medium alafu kuna kuna premium, platinum na diamond. Sawa. Sasa zote hizo kuna hitajio la watu ambao hitaji, unahitaji watu wa aina gani, shughuli yako inataka nini na muda gani na iko sehemu gani na anahudhuria mgeni rasmi, kwa hiyo hapo tutapangiana bei na budget. Okay. Mtu anawapata vipi? mtazamaji anatuangalia pale sasa hivi YASAM Global Limited anataka kwa kufanya kazi na nyinyi. Unapatikana vipi? Yasam Global Limited kwanza kwa kupitia social media ntaka mm, kutupata social media, natupata ama kwa mawasiliano, unaweza kutupata pia. Ofisi zetu zipo Mchezani, Mchezani mmoja mm, jengo la Chsacom mude, tunapatikana nliko ofisi yetu. Okay. Wale ambao mnawafanya na maana, nimeona kwenye video moja, nilimwona juzi, kuna mtu ameposti ile, ambao ilifanya kazi ya benki alivaa mitandio mekundu, wale wanaovaa mitandio mekundu wale mnawatu hapo, ni sehemu ya washiriki wenu na wengine wengine, ndio wananogesha shughuli wale. Sisi tumeajiri au mnachukua watu? Yeah, kwa ujumla ya YASAM Global Limited tuko watu kama 37 ambao watu saba ndio founder Wadio, ya, anzilishi na ndio uongozi kwa ujumla. Alafu wale watu thelathini walibaki ndio hmm. Wale watu ambao kwenye shughuli hii utaona wengine utaona warembo wengine wengine kwa hmm, sababu tupo kikubwa, naweza siku moja ukapata kazi tatu, wengine wakaenda huku, lakini kwa ujumla wale watu wanakuwa ana sign up na kuna mkataba wako, dressing code, na nani anawasimamia na, Uh, a, a kiupande mm -hmm. mm -hmm. uh, wangu mimi nimesomea ni kabisa ni wanafunzi ambao nimetoka, lazima usome dress code. Shughuli gani rasmi unatakiwa kwa mavazi gani? Kwa hiyo kwa jumla kwenye mavazi ni ile shughuli yako inataka nini. Mfano shughuli iko mgeni rasmi, tunatakiwa kwa kaunda suit. Shughuli mfano ya umoja wa kimataifa, tunatakiwa kwa suit, tunatakiwa kwa smart, ama shughuli kama ile ya juzi ya Vodacom. Uh, wale Vodacom wenyewe walitaka tufanye mitandio mekundu, wanawake wa aina hiyo, kwa sababu ku present ile logo yako. Kwa hiyo mteja wetu anapokuja, ili kumridhisha mteja wetu anatuambia, mimi nataka jambo langu liende hivi na hivi na hivi na, ili shughuli liende vizuri, nataka nikuwa hivi, kwa hivyo okay. Sasa mtazamaji wa Zanzibar Cable Television tupo na bwana Ahmed Abdul Karim Rashid ambaye ni katibu mtendaji wa Yasam Global Limited, ambao anahusika na masuala, uh, mawili hapa, hasa kikubwa namna ya uandaji na upangaji wa shughuli mbalimbali anatuambia. Kwenye lile la kwanza msema event planning event shughuli tukio hivi na unamshauri una, una pia baada ya uh, shughuli kumalizika ifanyike hivi I,

huko mwanzo ni kwa shughuli kubwa zikina mfano za kimataifa kama ile Trace Award, yeah, tulisimamia sisi, okay, kazansi, morning, na baada ya ile shughuli ilifanyika kama wiki hivi, baada ya shughuli kwa kwa kuna after party. Kule after party na naenda kuonana na kutengeneza connection na watu pia kutangaza nje Kama ile shughuli baadaye ilipanika, utapata kumtembelea kila kivutio cha utalii sasa. Kwa hiyo tunashauri kila sehemu mnapita mnaangalia, hapa pametokea hichi na hichi, ili kirudi nyumbani, kila mmoja atakaye balozi mzuri na leti wa utalii wa pia kwa okay. Mm, mpo kwenye event na alo, overall, wow, nani anawasimamia wale wengine? Uh, overall wao na kuponi nani kwenye event inategemea na shughuli. Sasa shughuli yako inataka tuangalie kama shughuli yako inataka kwa tulivyoona tunataka watu 10. Mm. -hmm. Atakuwa na kiongozi mmoja ambaye atakua kwenye namna hiyo. Hiyo ndio tatua tatua ya mwongozo bwana. Unajua binadamu sote mm -hmm. na kuna wakati mtu unakosea, kwa hiyo atakwambia hapa unatakiwa mgeni akaribishwe hivi ama hapa umekosea, fanya hivi. Kwa hiyo tunapaa ufahamu ile shughuli nzima okay. Kwa katika kila shughuli atakuwa na kiongozi mmoja ambaye anasimamia shughuli. Okay. Mimi nataka mawazo tu Munipangie shughuli yangu na mambo mengine, lakini mimi sitowahitaji naopenda kwenda cost yake. Yeah, hiyo hiyo ni ni event mm. ni event plans. So mnamtoza no, no, pia mtu akija yeah, yeah. Mawasiliano yako ya moja kwa moja unapatikana kwa namba zipi, mbali ya kwenye mitandao ya kijamii una? Bibi yangu yupo kule Matemwe, yupo kwenye social media. Hakika shukrani kwa kumwezesha mwanae, anataka natamani nyinyi muende. Namba yako ama namba zenu za ofisi ni zipi, kabla tujamalizana? Ya CEO, mm -hmm. nipu, namba ya mwenyekiti ambayo CEO mtendaji mkuu ambayo ni santele samani 9292 iyo ndo namba mtendaji mkuu, alafu nambangu katibu ni 7769 shugholi ipi kuharibu. tumekwana kwanuruga Uh, shughuli ya kuruga yes. Haijawahi uh, kutokea, ila kuna wakati mnakuwa ni misunderstanding, yeah. Mna kuwa mawasiliano hayako mazuri, yeah. Lakini kupanga moja kwa moja bwana, yeah. Akasema bwana ikiaibwa, yeah. Ni shughuli zote zinakuja, mnatoka kwenye shughuli mna sifa, mnapewa sifa jambo vizuri na mnarekebishwa. Lazima shughuli lazimahla makosa mawili matatu hapa, ongezeni nguvu hapa, natakiwa weke sawa. Okay. Kwa sasa hivi mpo Zanzibar tu Unguja Pemba vipi? Pemba ni Allah, -na kwa Okay. Kwa maana ya tawi kabisa kuweka Pemba eh, mpo mchenza. Unawaambia ya ni ah, Mp. Okay. mm. nini watazamaji ambao wanakuangalia sasa hivi kuhusu YASAM

makampuni yetu ile jumla yote ni Zanzibari, kwa hiyo tukiwa na supportiana na Zanzibari na wale wanasema wakuni na wale mateja kule mitano napungua, sababu lengo letu sote

Kwani si unapata kwa huko viatu? Simona viatu sasa. Yani kama nikitoka hapa na kitenge, akinipitisha wakinaambia, njoo dada, nikitoka na kitenge nafika kule uo zipo. Nimeshamwambia tutakwenda na. Tukushukuru sana, karibu sana, umja kukuonjesha tu hapa, mtazamaji apate kujua. Nadhani utakuja, tutazungumza zaidi kwa siku za usoni. Tuknda mapumziko mafupi, tukirej